Safari hii ya hija inatofautiana na utalii. Hija siyo utalii, hija siyo utalii, kwa sababu yenyewe inajihusisha zaidi na mambo ya kiroho, wakati utalii wenyewe

Jambo hili lakiipata na ila kiroho hili inakuwa ni ishara ya kuwa na ishara ya kusafiri kwetu kama kanisa duniani kwenda kuungani na kanisa